Madhaifu ya mwenzi wako ndio fursa ya wewe kumuonyesha upendo wako. Mara nyingi sana, watu huwa madhaifu ya wenzi wao huwa inakuwa sababu ya wao kuwalaumu na, na kuwatuhumu na kuona kana kwamba si watu wanaofaa. Lakini je, unajua kwamba pasipo udhaifu wa mwenzako sio rahisi kuonyesha uthamani wa upendo wako kwake? Pale ambapo mwenzako anapungua, pale ambapo mwenzako anaonekana kushindwa, pale ambapo mwenzako anaonekana ni mdhaifu katika jambo fulani hapo ndipo fursa ya wewe kumwonyesha jinsi ambavyo unaweza ukachukuliana naye. Mnaweza uh, mkaonyeshana kupendana katika mambo ya kawaida, lakini pale ambapo unakava weaknesses zake, pale ambapo anaposhindwa, wewe unakuwa sababu ya yeye kushinda, pale ambapo anapokuwa katika kulia, unakuwa sababu ya kicheko chake, pale ambapo katika madhaifu yake, wewe unakuwa sababu ya yeye kuimarika tena, hapo ndipo ule upendo wako kuvibidika zaidi. Kwa hiyo usichukue madhaifu ya mwenzako kama kigezo cha kumkandamiza ama kumuumiza, bali chukua kama fursa ya wewe kuonyesha ni kwa jinsi gani unampenda na kumjali mwenzi wako. Asante.